Right. Yes, uh, haishiwi vioja. Ndivyo unavyoweza kusema juu ya namna ambavyo Rais na Donald Trump wa Marekani anavyozidi kuteka vichwa vya habari ulimwenguni. Tukio la kustaajabisha ambalo linasambaa mitandaoni kwa sasa kumuhusu Trump ni hili la kupigwa na mic usoni na yeye kujibu kitendo hicho kwa kuminya jicho lake moja, kama ambavyo amezoeleka kufanya anapoonekana kuchukizwa na jambo lolote. Tukio hili limetokea leo Jumamosi alipokuwa akifanya mahojiano na waandishi wa habari katika kituo cha kijeshi cha Joint Base Andrews huko Maryland nchini Marekani. Trump alikuwa akizungumza na waandishi wa habari kabla ya kuondoka eneo la Washington DC baada ya hotuba yake aliyoitoa mbele ya wafanyakazi wa Wizara ya Sheria siku ya Ijumaa, ambapo alivikosoa vikali vyombo vya habari kuhusiana na namna ambavyo vimekuwa vikiripoti mwenendo wa maboresho anayofanya katika utawala wake. Hata hivyo hata hivyo, Trump alikuwa katika hali ya mzaha alipokuwa akijiandaa kuondoka na alijibu swali kuhusu hali ya mzozo unaoendelea Mashariki ya Kati, hususan ni kuhusu Israel na kundi la Hamas ambalo limekuwa likipigana na jeshi hilo. Ghafla, Mike ya mwandishi huyo ambayo bado haijafahamika ni wa chombo gani, yenye manyoya laini ilimgonga Trump mdomoni huku akimwangalia mwandishi huyo kwa kuminya jicho lake mara moja. Trump alilazimika kufumba macho ili kuepuka mgongano zaidi na akajiegemeza mbali na kipaza sauti hicho. Hatimaye, aliweza kuona upande wa kuchekesha wa tukio hilo baada ya kipaza sauti hicho eh, kuondolewa na kuwekwa mbali naye. Baada ya kufanyiwa hivyo, Trump hakuendelea tena na kujibu maswali aliyoulizwa, badala yake alimgeukia mwandishi na kusema sasa wewe ndio utakuwa habari ya siku. Na kweli baada ya muda mfupi tu wa mahojiano hayo, tayari stori kubwa mitandaoni imegeuka kuwa kitendo hicho kilichompata Trump kutokana na maiki hiyo kumgonga usoni. Amesikika akizungumza hivi, yeye sasa ameingia kwenye televisheni usiku wa leo amegeuka kuwa habari kubwa usiku wa leo, Trump alisema kuhusu, eh, mwandishi huyo. Mmeliona hilo? alihoji Trump kupitia klipu hiyo ambayo inasambaa mitandaoni kwenye tukio hilo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na masuala mbalimbali.